Jumatatu ya tarehe kumi mwezi wa tatu elfu mbili ishirini na tano walikutana rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky pamoja na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Huku rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alitanabaisha ya kwamba amekuwa na mkutano mzuri pamoja na mwanamfalme wa Saudi Arabia, akinukuliwa akisema kwamba nimekuwa na mkutano mzuri na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Ninamshukuru kwa mtazamo wake wa busara juu ya masuala ya kimataifa na msaada wake kwa Ukraine. Ilikuwa muhimu sana kusikia maneno ya kuonyesha imani katika mustakabali wa Ukraini. Tulijadili masuala yote muhimu kwenye ajenda, masuala ya pande mbili na ushirikiano na mashirika mengine. Nimetambua juhudi za mwanamfalme katika kuleta imani ya kweli karibu. Saudi Arabia inatoa jukwaa muhimu kwa diplomasia na tunashukuru kwa hilo. Ujumbe wa Ukraini unabaki Jeda kufanya kazi na timu ya Ukraini siku ya Jumanne ya tarehe 11 mwezi huu wa tatu 2025 na tunatumaini kupata matokeo ya vitendo. Msimamo wa Ukraini Ukraine katika mazungumzo haya utakuwa wa kujenga kikamilifu. Pamoja na mwanamfalme, tulikuwa na majadiliano ya kina kuhusu hatua na masharti yanayohitajika kumaliza vita na kupata amani ya kudumu na ya kuaminika. Nilisisitiza hasa suala la kuachiliwa kwa wafungwa na kurejeshwa kwa watoto wetu, jambo ambalo linaweza kuwa hatua muhimu katika kujenga imani katika juhudi za kidiplomasia. Sehemu kubwa ya mazungumzo ilihusu mifumo ya dhamana za usalama. Tunashukuru utayari wa Saudi Arabia wa kupanua ushirikiano wa kiuchumi na kuwekeza nchini Ukraini. Tulijadili sekta muhimu za uwekezaji tukianza na usalama, nishati na miundombinu. Tunashiriki maono ya pamoja kuhusu maendeleo ya kiuchumi na ushirikiano. Mwanamfalme pia alishiriki mkakati wa kiuchumi wa Saudi Arabia wenye malengo makubwa na tunawatakia washirika wetu mafanikio. Tuko tayari kushirikiana nao, tuna imani kwamba uhusiano imara kati ya mataifa na maeneo yetu utafaidi watu wetu na dunia kwa ujumla. Hii ni Sawasawa Digital. Habari kiganjani mwako.